Wa makini unaimba nyimbo za aina gani? <tipos> nyimbo yoyote ni lango la looni, sasa aidha itavutia roho wa Bwana ama itavutia roho mchafu kutoka katika falme za giza. Ndo mana nikasema moja ya kitu ambacho kinaasili vijana wengi katika hiki kizazi ni nyimbo za kidunia tunaita, naukuta mtu zile fleva za zile nyimbo zinamfikisha pointi ambayo anaweza akaelewa nyimbo tu, lakini akishika daftari na kusoma aelewi anaweza akaklemu mashairi ya nyimbo mbalimbali. Amen, lakini mpe ukurasa mmoja wa kitabu cha somo fulani, ukurasa mmoja unamtoa jasho. Kwa nini? Kwa sababu ile hali ya yeye kuwa mwimbaji wa zile nyimbo za kidunia imefungua mlango wa roho chafu kumwingia na kucontrol maisha yake kwa ubongo unakuwa controlled na roho chafu kwa sababu umefungua mlango wa roho kwa njia ya nyimbo ambazo unaimba.